Kwa nini tulinde moyo wetu? Ndio nilikwambia na nimesema mara nyingi, mara kadhaa, Biblia ikisema moyo inamaanisha pia akili. Yani, linda akili yako kuliko mm, vyote uvilindavyo kwa sababu ndiko zitokazo chemchem chem, za nini to za z uzima. Uzima kwa mm, Kiingereza ikasema issues of life, yani kwa Kiingereza nasema ndipo zinapotoka mambo ya maisha, mambo ya sasa. Kama mambo ya kimaisha yanatoka kwenye, kwenye akili zetu, ni kwamba Mungu anajaribu kutuambia kuwa huku akilini kwako, angalia usije ukaeka ujinga, angalia usije ukaona unajaza mzaa ukawa tu unajaza TikTok na vituko tu unaviweka huko ndani. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya maisha yako yatakuwa kama vile vitu unavyoangalia. Sasa ni kitu gani tunatokwa tufanye? Tunatokwa tuwe tunajaza neno la Mungu mm. Wakati tunajaza neno la Mungu, mambo yetu, kitu ambacho kitatoka ndani yetu ni neno la Mungu. Kuwa ukijaza ushindi, neno la mungu lasema we ni mshindi, utatoa ushindi. Mfano neno la Mungu linaweza likasema kuwa wewe una kibali, au unaweza ukajaza ndani yako kuhusu kibali.